Za karibuni haiwezekani tena kuingia kwenye mtandao wa Twitter ama X bila kutumia VPN. Ndiyo kusema kwamba serikali ya Tanzania imeamua kufungia mtandao huu mpaka mtu atumie VPN. Kwanza kwa ukianza kuongelea serikali ya Tanzania na mtandao wa, wa Twitter, yani uanze kuelezea mazingira ya uwezeshi ambayo serikali imetengeneza uanze kuangalia mazingira ya upatikanaji wa mtandao na anga letu na usalama wake, afu je, kuangalia aina ya mitandao inapatikana. Tuanzie topiki ambayo ni ndefu sana sasa. Tukitoka huko, tutakuja kwenye kanuni ya maudhui ya mtandao ya mwaka elfu mbili. Ukisoma kifungu cha kumi na sita kinakueleza aina ya maudhui ambayo yanapaswa kuchapishwa kwenye mitandao, sababu mtandao ule ni anga kama kituo hiki. Wewe unayoyasema hapa, Watanzania watayasikiliza, wengine kwa kupenda, wengine kwa kuto enda. Mwaka elfu mbili na ishirini na tatu wakati Twitter imenunuliwa ikawa X, yako mambo yalianza kufanyika. Mwezi Mei mwaka elfu mbili na ishirini na nne X wakabadilisha sera yao ya content, sera ya maudhui ambayo inaenda kinyume na kifungu cha kumi na sita cha kanuni ya maadili ya maudhui ya online ambayo sasa ukienda Twitter unaanza kukuta picha za ngono unakuta ngono za jinsia moja, mambo ambayo yanaendana kinyume na sheria za nchi, tamaduni, mila na desturi zetu. Sisi kama serikali, kazi yetu ni kuhakikisha kwamba leo chazo, ukitoka hapo utafika nyumbani salama, kusiwe na mtu na bunduki njiani akupore, leo watoto wetu wanasoma salama, kwa kila kinachofanyika kinafanyika katika kumlinda Mtanzania. Kwa hiyo kama umeona kuna baadhi ya mtandao, sio lazima uwe X, mtandao wowote hata YouTube ukiona kuna kitu unakisechi, ukipati hujue, ni kazi inayofanywa na, na serikali kuhakikisha na mlinda mlaji na kuhakikisha watu wote wanaooperate kwenye anga la mtandao wa taifa letu wanafuata sheria.